Hii ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Fedha hizo ziende haraka zikarejeshe miundombinu. Tanzania si mali ya serikali wala Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa wala si mali ya serikali. Ni mali yenu wa Tanzania. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nimefuatilia tukio na nimefuatilia hapa nilipopita, ni ngumu kuamini kwamba hayo yametokea nchini kwetu. Na baadhi ya watu wanachukulia kama viringo kadogo namna hiyo, ukisema hawa wamechoma tu miundombinu. Miundombinu hii si mali ya serikali inaitwa miundombinu ya ya umma. Hii si mali ya serikali. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nimekaa pale hazina pale nimekaa pale hazina mara mbili, mwanzo nikiwa naibu waziri na baadaye nimerudi nikiwa waziri. Hakuna fedha inaitwa, hii ni fedha ya serikali, haipo. Fedha fedha inayojenga barabara, hakuna fedha inaitwa ya serikali. Fedha inayojenga barabara hii ni fedha yenu wa Tanzania. Jenga zahanati, ni fedha yenu kila Mtanzania, mpaka mtoto mchanga anachangia kwenye fedha ya barabara, anachangia fedha ya zahanati, anachangia fedha hata kile kinachoitwa kituo cha polisi. Si mali ya polisi, ni mali yenu wa Tanzania. Ukinunua shati, kuna sehemu ya fedha inaenda kujenga barabara kufuatana na bei unayopewa. Unajibana, unajibana. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Watanzania, mimi ninaowafahamu hakuna anayelipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi, hata ametaka mengine aende serikalini ili jenge barabara, wanajibana. Kuna aina ya maisha mmejinyima ili barabara hizi zijengwe, kuna aina ya maisha mmejinyima ili vituo vya afya vijengwe. Si pesa ya serikali. Palipoharibika, mtajinyima tena, tuparekebishe. Muulizeni hata mkulima, ni mkulima yupi anaweza akalima shamba lake na akaenda akaliwasha moto mwenyewe? Si hali ya kawaida hii, hii si hali ya kawaida. Hakuna fedha inaitwa fedha ya serikali, fedha ni yenu wa Tanzania ndio inayofanya maendeleo haya. Sasa waangalieni sasa wanaoshabikia, kwa sababu jambo hili pia limekuwa na mashabiki wengi wengi, na wengi wao hawako ndani ya nchi yetu. Naona hata viongozi wakiwa wale pale, kiongozi wa chama cha siasa yule pale yuko na, na, na, na kamati kuu yake wako halijawa hata hivi. Wanaoshabikia wengi hawako hata hapa Tanzania, hawako wao, hazipo familia zao, hamna uhakika kama bado wana uraia wa, wa Tanzania, na hata kama wanaongea Kiswahili, hamna hata uhakika kama bado ni Watanzania. Wanawaambia chomeni nchi yetu, chomeni barabara chomeni na hospitali. Mkishamaliza kuchoma hospitali, anaugua mtoto wako, hospitali ilishachomwa moto. Yeye na watoto wake wako na hospitali pale pale, pua na mdomo, huko ugaibuni walipo. Dar es Salaam, shamba lao ni, ni, ni, ni kutembea shamba lao ni, ni miundombinu ya kumsogeza kutoka kituo kimoja kwenda cha pili. Maisha ya mwana Dar es Salaam maisha yake ni, ku, ni kutoka ni miundombinu ya kumtoa eneo moja kwenda nyingine, sio serikali. Maisha ya mtu mmoja mmoja ya mwana Dar es Salaam ni kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, anakuwepo mtu yeye ya nje ya nje, anakuambia ya choma kile kinachokusogeza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Tutaishi mmejaribisha, maisha ya siku tatu nne, siku unaishi hivi. Yeye anayekuambia kule, anakoishi barabara zao hawaruhusu hata kutupa kizibo cha chupa, ndiko anakoishi. Hawaruhusu hata kutupa karatasi, ndiko anakoishi. Yeye anakuambia yeye kwako choma na wewe huna fursa ya kwenda anakoishi anayekuambia chobo. Wamejipa haki kuwa wao ndo wa kweli, wamejipa haki wao ndo wapenda Tanzania. Penda Tanzania gani, anayeweza anayeweza kuambia uichome Tanzania?